Kwenye shule hii, agenda yetu kubwa au thimu ya leo ni mchango wa private sector katika Serikali na namna ambavyo unachangia kutwiga maendeleo ya taifa letu na hapa maeneo haya. Jambo jingine ninaloweza kulikosoa sana, ukikaa hapo ukaiangalia shule, majengo ni mazuri lakini hayajapangika hapo. Yani kaangalia hayajapangika pangika vizuri kwa hiyo kakuwa, kwa Mkurugenzi, upo hapa, hebu sasa anza kuwa na timu maalum ya kupitia upya layout zote za viwanja vya serikali ili inapotokea kuna kuwa na redevelopment. Basi tu develop katika hali ambayo imepangiliwa, msimalize ardhi yote. Sasa inawezekana maisha yako ya leo yasiwe mazuri sana, lakini kesho ukabahatika kupata fedha nyingi zitakazo kusaidia kwa ajili ya kuboresha miundombinu. Sasa lazima pia utengeneze baadhi ya maeneo yatakayo kusaidia kuweza kuweka infrastructures kulingana na kipato cha kesho, na hii itasaidia sana mkiamaliza kabisa majengo au viwanja maanake, baada ya miaka miwili mbele itakapotokea tena tumepata fedha, tatakiwa tena kujenga, mtaanza kubomoa tena yale majengo ambayo yamejengwa, mtafuta historia iliyokuwepo, lakini zaidi pia mnatunza historia mpya ambayo haina reference katika historia iliyopita. Kwa hiyo niombe sana, mkurugenzi, tuna tatizo kubwa sana kwenye halmashauri zetu. Tuna, tuna watu wa mipango miji, tuna watu wa ramani, tuna watu si gani, wako wengi sana, akija hapa kaangalia hii kiwanja, anaweza akapangilia majengo yenu vizuri sana, na hayo kabaki kwa ajili ya kesho. Lakini akisimama tu mkuu wa shule au kamati ya maendeleo ya kata wakasema tu jengo liwe hapa, matokeo yake ni kwamba tunajikuta eneo lote limekwisha na hatuna tena maeneo mengine ya kujenga. Kwa hiyo naomba sana mkurugenzi wa, wa manispa na management yako yote ya watumishi, meya upo hapa, tupitie upya michoro na designs zote za shule zetu, ili tujue wapi tunatunza kwa ajili ya kesho. Mfano mzuri ni chuo kikuu cha Dar es Salaam hiki, ile eneo lote la Mlimani City lile, ilikuwa tunalima mpunga pale na kulikuwa kuna kituo cha mabasi pale, nakumbuka, ilikuwa inaitwa silent, unashuka pale unalima mpunga kabisa. Lakini mwaka elfu mbili na mbili nakumbuka timu iliyoundwa kwa ajili ya kupata wawekezaji mwaka elfu mbili na mbili akiwepo Profesa Alexander Kitila Mkumbo, wakati huo akiwa ni lecturer wa kawaida, walikwenda South Africa na baadhi ya maeneo kwenda kupata hawa waliokuja mpaka leo kuwekeza pale, na pale tukapata watu kutoka Botswana akawekeza kitu ambacho ni kizuri sana. Sasa imagine, chuo kilichokuwa tawi na chuo kikuu kutoka kule cha East Africa, mpaka leo kuna mapole. Huwezi kujifikiria kwamba kwa nini hayo mapole yanatata nini? Ukienda upande wa Msewe kuna mapole, ukienda upande wa Changanyikeni kuna mapole, ukienda upande wa survey. Mpaka wameamua iliyokuwa leo ni chuo cha ardhi tayari na wao wamekuunda chuo maanake ni kwamba ni land management, maendeleo ya baadaye. Hili ni jambo la muhimu mno, kwa sababu shule zetu hizi, ardhi hii inapanda bei ya hapa sasa hivi itakuwa ni pesa nyingi sana. Lakini pia ni washukuru sana hawa wenzetu, kanisa la watakatifu wa siku za mwisho. Nilikuwa nawauliza siku ile naitwaje ili nikaliseshe zaidi, manake huu ni msaada mkubwa, ndugu zangu Ndugu zangu wana Ubungo, makanisa haya Tanzania yako mengi, na yako mengi kwa sababu kikatiba, mtanzania anaruhusiwa kuchagua dhehebu na kuweza kusali au kuswali. Na Tanzania, makanisa na misikiti na taasisi za dini zimekuwa na mchango mkubwa sana katika masuala ya maendeleo. Wapo baadhi ya wa wafadhili ambao wangeweza kuja na falsafa ya ujenzi wa makanisa ili watu wengi waweze kusali au kuswali misikitini. Lakini swali tabaki pale pale, baada ya kuswali au kusali, watakula nini? Watasoma wapi? Watatibiwa wapi? Kwa hiyo, wadau hawa wanaokuja kutujengea leo shule wangeweza haya madarasa kuyabadili kuwa kanisa, na angekuwa kanisa madarasa haya, ningeamini ule msemo unaosema chaci The opium for the poor. Lakini kwa sababu wamejenga madarasa ya shule upata knowledge, naamini kwamba church ama hizi religious institutions zote kwa ujumla ni instruments ya kuweza kutrigger maendeleo katika taifa, na kwa maandikiomsha Mkuu wa Wilaya nipelekee salamu za dhati na kuwashukuru sana kwa mchango wao huu mkubwa wa kujenga madarasa haya hapa kwetu Ubungo. Tuwapigie makofi sana lakini ndugu zangu mliofika hapa, nimeyaona maendeleo makubwa hapa Msewe yanafanyika sana. Mimi nimeanza kuipita barabara hii ikiwa kwanza hamna lami, na wale mnaokumbuka vizuri, eneo hili lote hapo kwenye mto hapo kuja huku na paka kwenda juu, ilikuwa inamilikiwa na mzee wetu Chief Kurambi, na ambaye ndiye alitoa eneo lile kwenda Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa upande huwa Msewe lakini mpaka upande mwingine wa kule Changanyikeni mpaka jirani na kile chuo kule cha takwimu. Sasa naweza ukaona maendeleo yaliyofanyika muda huo ni yapi? Eneo hili la chuo cha Dar es Salaam, hata hiyo barabara alama haikuwepo wakati huo. Hata ile shule ya business haikuwepo, pale kalikuwa kajengo kwa moja tu ambako tulikuwa tunakwenda kwa mantilie, au tukitoka hapo tunakwenda jengo la fine performing arts ambalo wazee wetu akina Edwin Semzaba, waandishi wa vitabu vya Ngoswe Penzi Kitovu cha uzembe walikuwa wanapatikana hapo. Kwa hiyo hapa kuwa kabisa na majengo, majengo mengine zaidi pale barabarani, kulikuwa kuna NBC peke yake pamoja na majengo mengine. Sasa leo mnaona namna chuo kikuu kilivyosaidia maendeleo ya maeneo jirani yakiwepo haya maeneo ya Msewe na leo chuo kikuu wametoa CSR zao wameweka hapa jengo lao wametoa sichini ya milioni 50 ni sio siara nzuri ambazo tunapaswa kumshukuru Profesa Nangisie ambaye ndiye makamu mkuu wa chuo kikuu cha Salaam, lakini pia Mweshimiwa di Dr. Dr. Jakaya ambaye ndiye kansela wa chuo kwa management yao na kukumbuka kwamba wanapaswa kuleta michango hapa.